Karibu kwenye wajanja sport na hii ni wajanja media kama bado huja subscribe, subscribe like, share bila kusahau ku comment mimi ni Gerald Wenga tuanzie kule visiwani zanzibar kwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kimetoa salama visiwani zanzibar tayari kwa maandalizi ya mwisho kabla ya kuivaa farabati kwenye mchezo wa ligi mabingwa afrika utakopigwa jumamosi novemba 22 meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo alikame amesema anaamini watapata pointi tatu endapo kila atakayehusika atatimiza wajibu wake wakiwemo mashabiki ambao wajibu wao ni kulijaza dimba la New Amani Complex Kikosi cha Azam FC kitaondoka nchini hii leo Jumatano kuelekea Kongo DR kuwakabili AS Maniema katika mchezo wa kombe la shirikisho Afrika. Afisa habari wa timu hiyo Hashim Imbwe ameeleza kuhusu ratiba kamili ya timu hiyo, huku akituma salamu za wasioitakia mema timu hiyo. Kuhusu uwepo wa wachezaji Faisal Salum na Yahaya zaidi kwenye safari hiyo, Imbwe amesema uwepo wa kocha Florenti Benge na mshambuliaji Jafet Kitambala sio sababu ya wao kupata ushindi kirahisi kwenye mchezo huo, bali maandalizi yao ndio yatakayowapa wanachokitaka. Afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, Hussein Masanza, amesema wanakwenda nchini Algeria kuishangaza Afrika na dunia. Amesema hayo baada ya kikosi hicho kuwasili nchini Algeria kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya CR Belouizdad. Masanza amesema kuwa wachezaji wana ari kubwa na kuonyesha kuwa wanaweza kukifanya kile wanachokitarajia, na wengi nacho ni ushindi ugenini dhidi ya timu yenye uzoefu zaidi yao. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa 17 ya Tanzania Serengeti Boys imeweza kushinda magoli kumi na moja kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Jibuti, hivyo kuanzisha safari njema ya kuweza kufuzu michuano ya afcon ya vijana. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefungulia uwanja Sokoine Mbeya kutumika kwa mchezo wa ligi kuu baada ya kufanyika marekebisho yanaokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungia kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu, umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kanuni baada ya marekebisho yaliyotekelezwa kufanyika. Timu ya taifa Belgiji imekata tiketi ya kushiriki michuano kombe la dunia 2027 baada ya kushinda ushindi wa magoli saba dhidi ya Liechtenstein ikiungana na Uhispania, Scotland, Australia na Switzerland kwa tiketi ya kombe la dunia 2026. Matokeo mengine ya kufuzu kombe la dunia ilikuwa ni timu ya taifa ya Scotland alicheza na timu ya taifa Denmark na timu ya taifa ya Scotland walishinda magoli 4 kwa moja dhidi ya timu ya taifa Denmark. Austria alicheza na Bosnia akatoka sare ya goli moja kwa moja. Belarus aliweza kutoka sare ya bila bila na Ugiriki. Spain alicheza na Uturuki na kupata sare ya goli mbili kwa mbili. Romania alicheza na San Marino na Romania alishinda magoli saba kwa bila. Timu ya taifa ya Kenya ilikuwa inakaribisha timu ya taifa ya Senegal na ikambulia kipigo cha magoli manane kwa sufuri, huku timu ya taifa ya Uganda ilikuwa inacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco na kukambulia kichapo cha magoli manne kwa bila. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeanza na linaendelea kuwaorodhesha watu wote ambao wanarekodi ya matukio maovu michezoni kwa lengo la kuwazuia kununua tiketi za mashindano au matukio yoyote yanayohusu shirikisho la mpira wa miguu FIFA. Ilikuwa ifulikua nami, Jerali Wenga Facebook, Instagram na TikTok unapatikana kwa jina la Jerali Wenga. YouTube unapatikana kwa jina la Wajanja Media. Endelea kusubscribe, kulike, kushare bila kusahau, kucomment.